Yes, licha ya vita vingi lakini pia machafuko mengi sana kutokea baina ya Ukraine pamoja na Urusi bwana. Sasa rais wa Ukraine ambaye ni Zelensky pia ameweza kuhimiza Marekani kuweza kubadili eh, mkondo wa mazungumzo yake na Urusi, huku akionya kuwa eh, kumridhisha eh, rais wa Urusi ambaye ni Putin, sasa hakutasaidia kuweza kumaliza vita. Lakini sasa haya yanajiri wakati Urusi pia ikishambulia eh, mji wa kusini mwa Ukraine, eh, ambapo eh, ambao unafahamika kwa jina la E, za polisia e, kwa drone usiku wa kuamkia siku hii ya leo, yaani usiku wa kuamkia Jumatatu, Urusi imeweza kufanya shambulio hilo e, kutokea kule Ukraine. Sasa taarifa zinadaa kusema kwamba Ukraine nayo imeruhusu e, msururu wa ndege zisizo na rubani na kuweza kulilenga e, na kiwanda cha kemikali kusini mwa Urusi na maeneo mengine ya viwanda muhimu e, kwa Moscow. Mmoja kati ya machafuko ambayo pia kitambo sana ameweza kuanza lakini pia yanashindwa kusimamishwa kutokana na the way ambavyo watu wanakuwa wanashindwa kuelewana baina ya Zelensky pamoja na eh, Putin. Lakini sasa, eh, kuna kuna sera ambazo yeye Bwana Zelensky alikuwa ameweza kuziweka kwa upande wa Marekani kwamba akiona kuna namna ambavyo Marekani wanataka, kama kuna namna inabidi wabadilishe jinsi ya kuweza kuongea na Urusi kutokana na eh, machafuko haya. Sasa moja kati ya sera hizo ambazo alikuwa amezizungumza, ikumbukwa kwamba mnamo eh, mwezi wa tano mwa, eh, mwaka huu 2025 ilikuwa ni siku ya tarehe mara baada ya ya mazungumzo ya rais Trump kuweza kupitia e, simu, Zelenski aliweza kusisitiza e, jambo la kwanza ambalo alikuwa anasema kwamba ni usitishwe mapigano mara moja, kwamba aweze kusitisha mapigano hayo ya Urusi pamoja na Ukraine mara moja, ili vitu viweze kutulia. Lakini jambo lake la pili lilikuwa ni kuweka vikwazo vikali dhidi ya Urusi, kwamba Urusi aweze kushindwa kuweza kufanya chochote eh, kwa eh, bwana Ukraine. Lakini pia jambo la tatu ambalo alilisema kwa isma zake ilikuwa ni hakuna uamuzi kwenye masuala ya Ukraine, bila Ukraine kuwa mchujo sasa, kutokana na vitu ambavyo yanakuwa yanaendelea kule sasa. Umoja wa Ukraine eh, muhimu katika mazungumzo kwamba kuna vitu gani ambavyo pia vilikuwa vinaendelea, sasa kwa mchezo wa sera ambayo pia unaweza kufanywa bila kuhusi, eh, bila kuhusisha Kiev, lakini pia na Zelensky ameonya kuwa endapo Ukraine haitashirikishwa eh, eh, wataji, watajipanga kuweza kupinga matokeo yoyote ambayo pia yataweza kutolewa. Lakini pia ameweza kusisitiza kuwa mazungumzo yasipohakikisha ushirikiano kwa kina na wananchi wake, matokeo eh, mkondoni haitakubaliwa na wao kama wa Ukraine. Lakini pia kulikuwa kuna uhasimu na uvumi kuweza kutoka kwa Urusi ambao ulikuwa unatokea eh, kwa namna moja ama nyingine ambapo sasa mnamo hivi karibuni Marekani kwa msaada wa Trump pia ilianzisha mazungumzo ya kidiplomasia ambayo yeye alikuwa na nia ya kuweza kusitisha mapigano eh, lakini pia Zelensky alitoa onyo kwamba Urusi haina nia ya kweli, lakini pia ya amani, wanaweza kujaribu lakini pia kuweza na kuweza kupunguza muda na kuweza kuendelea uvamizi wao. Ameweza kusisitiza kuwa Kiev iko tayari kwa mazungumzo ya matokeo, lakini ikiwa Urusi itajilimbikiza eh, au eh, pia eh, na kuweza kubana matumizi lakini pia madiwani ambao pia watakuwa huko wanaweza kuwa na hatua kali ambazo pia zinahitajika dhidi e, yao. Sasa ni kitu gani ambacho Zelensky alikuwa ki, nakihitaji kutoka kwa Marekani? Kitu cha kwanza alikuwa ni hakuna mazungumzo ya nyuma au maamuzi ambayo yanaweza kutolewa bila e, ushirikiano na Ukraine, kwamba hakuna mazungumzo yoyote ambayo yaliweza kufanyika before ambayo yanaweza kusababisha vitu hivi kuweza kutulia, lakini kitu kingine ilikuwa ni mazungumzo pia yasitekeleze yasi, yasi ajenda ya Urusi au kuweza kusababishwa e, na propaganda kwamba mazungumzo yote ambayo takafanya Marekani pamoja na e, Urusi, yasiweze kutekelezwa ajenda za Urusi kuweza kusababisha na propaganda ambazo zinakuwa zikitokea baina ya nchi hizo mbili. Lakini pia kitu kingine ambacho alikuwa anakitaka Zelensky kwa Marekani kutokana na machafuko na Urusi yatokanayo na mustakabali wa Ukraine, ikilenga amani thabiti na ulinzi wa kimataifa, kwa sababu alikuwa anaongea hivyo kutokana kwamba aweze kuambia kwamba udhibiti pamoja na ulinzi wa taifa. Utakuwa ni kitu ambacho pia kitaweza kujenga. Ni hivyo tu ambavyo pia Zelensky ameweza kufunguka. Eh, kutokana na ameona kama kuna namna ambavyo Marekani inabidi sasa iweze kubadilisha namna ya kuweza kuongea na Mrusi kutokana na machafuko hayo.